Juu ya ratiba ya timu pale uwanja wa bica npaka ukisema ukaitelia kufanya leo juu ya timu zitakwenda kufanya mazoezi pale kwa muda gani, na ni saa kama hiyo ratiba ilishapaa, na ni timu gani itaanza na ni timu gani itamalizia? Ndio la kwanza, lakini la pili ukaniruhusu ja kidogo taharuhu juu ya maamuzi yaliyofanyika jana ya waamuza ambacho kimeshtua kwa historia. Jambo la kwanza ni mechi ya kwanza inaweza kuchezesha na waamuzi wa nje katika ligi yetu ya Azanibal e uamuzi ambao nambao walishirikishwa, kwa maana kanuni hazielezi, na waamuzi wameshafika. Kiporo cha jana kinahusisha mazoezi kwa mujibu wa kanuni Uh, klabu mgeni anaruhusiwa, anaruhusiwa. Eh, kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo eh, angalau mara moja kabla ya siku ya mchezo. Siku ya mchezo ni kesho na leo ni tarehe ishirini na nne na kanuni ile ina, inasema kwamba ni muda ule wa mchezo ambapo kwa mujibu wa ratiba yetu mchezo utafanyika saa kumi na moja jioni. Kwa hiyo saa kumi na moja jioni ya leo ndio muda wa kikanuni wa timu e, mgeni kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini nimetumia neno wanaruhusiwa, halazimishi kwenda kufanya mazoezi. Baada ya hapa, kuna kikao cha kitaalamu cha maandalizi ya mchezo. Kwenye kile kikao e, timu zote mbili zinakuwepo, na inawezekana uamuzi wa wao e, kwenda kufanya mazoezi au kutokwenda unaweza ukawa communicated huko. Kwa hiyo kwa sasa hivi hapa ninachoweza kusema ama kuwajuza wanahabari kwamba tuvute subira eh, confirmation yote ikishafanyika basi tutashare kupitia kurasa zetu na nitawaalika wanahabari kwa ajili ya kufanya coverage kwenye dakika kumi na tano za mwanzo za mazoezi ya timu mgeni. Hilo ni swali la kwanza. Eh, swali la pili eh, muuliza swali amezungumzia swala la waamuzi. Jana tulitangaza, tulitangaza waamuzi wa mchezo E, waamuzi wa mchezo, waamuzi wanne kutoka Misri e, na mtathmini wa waamuzi kutoka nchini Somalia. ametumia neno taharuki, mimi sidhani kama taharuki ni neno sahihi sana e, ni vile watu wa me, ni, habari, ni habari ambayo kutokana na upekee wa mchezo wenyewe, upekee wa tukio lenyewe, na watu wameipokea vile vile kiupekee. ametumia amesema pia kanuni, muuliza swali amesema kanuni hazisemi chochote kuhusiana na hilo. Ni kweli kanuni hazizuii TFF kupitia kamati yake ya wa waamuzi kuleta mwamuzi kutoka nje ya Tanzania kwa ajili ya kusimamia mchezo wa ligi. Kanuni inaeleza e, sifa za waamuzi wanaoweza kusimamia kusimamia huo mchezo. Kwa hiyo jambo pekee ambalo tunaweza e, tukalieleza sasa hivi ni kwamba kwenye kanuni ya 39, e, kanuni ya 39 ibara ya kwanza inaeleza inaeleza kuhusiana na waamuzi ambao wanakuwa wanateuliwa mwanzoni mwa msimu, idadi ya waamuzi ambao wanateuliwa mwanzoni mwa msimu kwa ajili ya, ku, eh, ya kusimamia mchezo. Lakini kanuni hiyo ya 39 ibara ya tatu inaelezea sasa kitu kinaitwa waamuzi wa akiba, kwamba kamati ikiteua wale waamuzi wa, wa, wa, wa, wa msimu mzima, inakuwa na jopo lingine la waamuzi ambao ni wa akiba ambao wanaweza kutumika kwa dharura au pale inapohitajika, eh, pale inapohitajika.